Anzisheni kitengo eh, najua mtakuwa nacho, kifanyeni kiwe active cha taarifa hizo za siri, kwamba huyu mwenzetu, mbona mwenendo wake hatuelewi, kila kitu ungeona hilo vuguvugu lake. Sasa tuzibe hii mianya na ninyi, kwa sababu mmekabidhiwa jukumu ile la kuchunguza, chunguzeni, chunguzeni kila moja ajaze mali zake, kila moja ajaze mali zake na nini, mchunguze against kipato chake. Kila moja ajaze, na anzeni na, na na lile kundi la maeneo, mkishirikiana na TAKUKURU atamwambia maeneo ambayo ya indicators zake zinaonesha wako juu kwa masuala ya rushwa ya rushwa, mnapata lile kundi ndo linakuwa form namba moja namba moja inakuwa yale maeneo ambayo yako pruni kwenye masuala ya rushwa. Ikisha jazwa ikisha jazwa, ninyi nendeni kwenye kuchunguza kilichojazwa. Je, ndio hicho hicho tu ama kuna kilichofichwa? Na baada ya hapo, kilichojazwa against kipato chake. South Africa walikuwa na kitu kinaitwa Scorpion. Gizu, akipita hata njia hiyo afisa huyo, kama una uhalifu una rekodi ya uhalifu wanakukuta hospitali, lazima mtu aogope mali ya umma. Ndio ambaye hataki kuwa na self discipline, kuwa na nidhamu binafsi tumlazimishe sisi serikali kuogopa kugusa mali ya umma. Sasa tengenezeni zile fomu. Kama kuna eneo la sheria irekebishwe haraka sana, kama kuna eneo la kanuni irekebishwe haraka sana, na ninyi pitieni, ili iweze kufiti utaratibu huu tunaousema.